Na kwamba mikutano ya kitaifa, viongozi wa kihudhuria kuwawe wametoka katika kanda ya Afrika Kusini, kanda ya Afrika Magharibi, kanda ya Afrika Mashariki, kanda ya Afrika Magharibi, tuwe na mazoea ya kutumia Kiswahili, Kiswahili kizuri, sio Kiswahili cha kutoga jangomaya. ni jambo linastahili kufanyika ili na sisi tukubalike kama watu ambao tunaheshimu lugha yetu. Kisembo, tukiipa Kiswahili kipaumbele, hatusemi ya kwamba lugha za mama zitapigwa vitala. Lugha hizo zitachangia katika kunogesha misamiati ya Kiswahili, na hivi ninavyozungumza inafanyika, ndiyo, taasisi mbalimbali katika nchi mbalimbali za Afrika zina zungumzia maendeleo ya kiviwanda. Sisi Waafrika tuwe mstari wa mbele, enyi wakereketwa wa Kiswahili kutoka vyuo vikuu mbalimbali, jukumu tulilo nalo ni jukumu kubwa kuhakikisha ya hi kipaumbele, ili katika shule zetu watumie lugha ya Kiswahili, ili wakitahiniwa watahiniwe kwa lugha ya Kiswahili, ili tukitoa sala na dua tutoe sala na dua katika lugha ya Kiswahili, ili tukifanya mihadhara tufanye mihadhara kwa lugha ya Kiswahili, ili tukitoa hotuba rasmi tutumie tuwe na wakalimani wa lugha ya Kiswahili ili tuwe na watafsiri wa lugha ya Kiswahili ili kusiwe na kongamano ya siku moja, siku mbili, alafu tunasema gari tosha, la hasha. Kiswahili lazima kitumiwe katika nyanja katika shule mbalimbali taasisi mbalimbali, tukiboresha mitaala tuhakikishe ya kwamba tunatumia lugha ya Kiswahili. Wenzetu ambao wanaifanyia kazi kubwa lugha ya Kiswahili katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, endeleni na kazi nzuri, unafanya kazi nzuri. Waandishi ambao wa Uganda ni jambo la kufurahisha mno ya kwamba Rais Yoweri Kaguta Museveni sasa anahakikisha ya kwamba mawaziri wanafundishwa lugha ya Kiswahili. Ni jambo la kufurahisha sana, na nimekutana na wenzetu ambao wametoka katika jeshi ya Uganda lugha ya Kiswahili inapewa uzito na kipaumbele, ni jambo la kufurahisha vile vile. Inapendezwa sana na wenzetu kutoka Jamhuri ya Muungano ya Ethiopia. Ni vizuri. wanyarwanda na warundi tayari mmebobea katika lugha na wapungamani pia na hakika ya kwamba tutaendelea kuiendeleza kiswahili na nikimalizia sisi wa afrika lazima tujinasue kutoka kwa minyororo ya ukoloni mamboleo ya kudhani ya kwamba tuije Kireno au Kifaransa basi wewe si tena. La, jukumu letu ni kutambua ya kwamba lugha hii ya Kiswahili tayari imekuzwa na inaendelea inaendelea kukuzwa, na ya kwamba tukizungumzia jumuiya ya Afrika Mashariki, tukizungumzia biashara katika bara la Afrika, tukizungumzia ruwaza ya maendeleo lugha unganishi ni lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo mimi kama mkereketo wa Kiswahili nina furaha isiyo kifani, na wenzetu kutoka katika vyombo vya habari, iwe ni TBC, iwe ni NTV, iwe ni KBC, iwe ni Family TV, nyote mna jukumu la kuhakikisha kwamba injili hii imesambazwa. Kusambazwa huko ndiko kutahamasisha Waafrika wa ili Waafrika wote wakubali ya kwamba kile ambacho kitatusaidia katika za siku za usoni ni lugha ya Kiswahili, kwa kuwa hatutaki kuwa na mnara wa Babeli. Mnara wa Babeli itatuangusha tukiwa na lugha katika nchi ya Nigeria. Wenzangu wanasema Waswahili, mtaka cha uvunguni sharti ya inama. Tumekuja hapa kuinama na vya uvunguni tutavipata. Asanteni sana Maulana wa Jinde na wale ambao watatoa haja kuhoja, fanyeni kazi nzuri, tutawasifu tutawa ili kuhakikisha kwamba lugha yetu ambayo ni johari shori ya Kiswahili kimepewa na nafasi yake. Asanteni na maulana awalibi waongeza. Na makofi kwa profesa.